Vijana kwanza, kupiga kura ni jambo la kujivunia, unafurahia, uh, wewe ile fursa ambayo umepewa ya uhuru wa nchi hii, amani ya Tanzania, uwepo wa jamhuri yetu. Ni lazima vijana waendelee kuitunza. Namna mojawapo muhimu ni kuchukua fursa yako ya kikatiba kwenda kupiga kura. Unapopiga kura wewe, uh, utawarithisha na wale watakaofuata kupiga kura. Kwa hiyo vijana wote wawe mstari wa mbele, vijana wote wawasaidie wazee, watakapofika kupiga kura, watoe nafasi kwanza kwa wazee, wapige kura, wasiojiweza wapige kura, akinamama wapige kura, ile mistari mirefu ile, sasa vijana ndio wamalizie. Lakini tuhakikishe wanalinda amani na mshikamano wa nchi hii, ambao mataifa mengi sana wanauonea uchu gele, au maneno mengine yanaishinda hii Tanzania yetu tuendelee kuilinda na kuiatamia ta. Vijana sio taifa la kesho, vijana ndiyo taifa la leo. Tanzania ina wingi wa vijana kuliko marika mengine yote. Kwa hiyo vijana wakitoka, Tanzania imetoka. Vijana wakienda kupiga kura, Tanzania imepiga kura. Vijana wakiongea, Tanzania imeongea. Wanam, wana, wanamfurahisha mama yetu Samia, lakini wanaifurahisha Tanzania na Tanzania ya kesho. Na kesho mimi nazungumza na vijana vijana uh, wanaitwa Gen Z tunataka tufanye kongamano na wao kubwa, itakuwa ni kuwasikia kwanzia saa kumi na moja nadhani tutakuwa live kwenye vyombo vya habari kuwasikia vijana utayari wao dukuduku duku lao katika zoezi hili la demokrasia na azma yao ya kuhakikisha kwamba wanawashawishi vijana wenzao wote wa Tanzania kwenda kupiga kura, wanawashawishi wakiwa wao wenyewe wako mstari wa mbele, lakini kikubwa zaidi ni vijana kutumia fursa hii ya demokrasia ya uhuru wa Tanzania ya amani ya Tanzania kupiga kura kwa ajili ya mustakabali wa nchi yetu. Amani ukiipoteza shehe, hairudi tena kirahisi, na ukitaka kujua, angalia wale ambao imewapotea. So amani yetu ni tunu kubwa, lazima tuilinde amani ya Tanzania kwa wivu mkubwa. Tusiruhusu na hatutaruhusu mtu yeyote aivunje amani ya nchi hii. Tunataka Tanzania tuendelee kufurahia uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuishi, uhuru wa kuwa kabila unayotaka, uhuru wa kwenda unapotaka wakati wowote. Hii yote inatokana na amani ambayo imeasisiwa na Mungu mwenyewe akawarithisha waasisi wetu akina Mwalimu Nyerere na wenzake. Mpaka sasa mama yetu Samia Hassan ameshikilia bendera ya Tanzania akiendeleza mshikamano wa nchi, amani ya nchi mapendano ya Watanzania bila kujali umetoka upande gani wa muungano, kabila gani, dini gani. Sisi ni ndugu na tutaendelea kuwa ndugu, taifa lenye uimara zaidi hapa Afrika.